tano na vijana wa meshabodaboda e, dhumuni halisi ni kuzungumzia masuala ya kiusalama, kwa sababu hawa ni wadau wa kubwa sana wenye usalama wa wilaya, kwa sababu kila tukio linalotokea katika mazingira ya mitaa yetu hawa jamaa wanahusika. Kwa hiyo tunataka tuzungumzie masuala ya usalama, lakini jambo la pili tuhamasishane juu ya uchaguzi mkuu ujao. Tunajua tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa hiyo tuliona kundi hili ni kundi muhimu sana, kwa hiyo tumeona ni vizuri nikae nao, tuongee nao, tuhamasishane na kukumbushana juu ya uchaguzi ujao, e, mwaka huu, e, mwezi Oktoba. Lakini jambo lingine ambalo tuliona ni muhimu pia ni e, kuhakikisha kwamba na wenyewe wanapata haki zao. Tunafahamu kwamba wananyanyaswa wakati mwingine kimikataba na hawajui wasaidikeje sasa sisi hapa tumeandaa timu ya wanasheria ambayo itakuwa inatoa msaada wa kisheria kwa, kwa makundi maalum ikiwemo kundi hili na bodaboda ili kuhakikisha kwamba haki zao zinapatikana, lakini si wao tu, na jamii nzima inapata haki. Swala la kugawa reflectors, reflector ni kitu kidogo, hii ni sare. E, lakini sisi tuna, tunawaza kwamba tutawapa namba, kila mmoja atakuwa na namba yake na itaandikwa, ili e, unapopanda hata kama umesahau umesahau mzigo kwenye bajaji kwenye bodaboda boda. Unaweza kusema nilipanda na bajaji namba fulani, itajulikana iko kijiwe gani, na tutawasajili mpaka baadaye, tunavyozidi kwenda tutawasajili ki electronic ili tuwe na database ambayo inaonyesha namba yao, wanapoishi na kila kitu kuhusu wao, taarifa zote kuhusu wao. Hii ni katika kuhakikisha kwamba tunajaribu kupunguza level ya uhalifu katika u Basa, ito gani vijana wa bodaboda kwa wilaya ya Lushoto. Vijana wa bodaboda ni jeshi kubwa. Kwanza pale nimeuliza wangapi mpaka saa hizi hawajajiandikisha. Unafahamu wilaya ya Lushoto saa hizi iko kwenye uandikishaji wa uboreshaji wa daftari la kupiga kura awamu ya pili na tumeona vijana zaidi ya mia mbili, mia tatu, na mimi wale naita ni wapiga kura wapya ambao tusingewaita huenda tungewapoteza. Tunazidi kutafuta kwamba ni vijana gani kundi lipi bado lina, liko nyuma katika kujiandikisha wapate haki yao ya, ya msingi ya kupiga kura mwaka huu. Naitwa Binuni Rashidi, ni mwenyekiti wa bodaboda wa wilaya jina maarufu bia. Wapo, tunaifanyia kazi, kwa sababu asilimia kubwa, kuna vijana wengi ambao kwanza hawajajisajili, wanavamia vijiwe, alafu wengine kuna wale ambao <tipos> wanapuuzia uongozi kwamba saa nyingine wanapungua namba namba mtu unakuta anaendesha bila helmet, kwamba sasa hii serikali ni akwake, kwamba yeye anaamua yeye anachotaka yeye, yaani kama vile hamna uongozi. Kwa hiyo hilo jambo sisi tuliweka sawa, na hawa vijana sisi tutafanya tutafanya kazi ya kuwashughutisha. Sisi wenyewe tunaanza kuwakamata sisi wenyewe kama uongozi na kuwafikisha katika vyombo.